Leo tuko hapa tunafanya kikao hiki muhimu kabisa cha kikatiba. Tuna ajenda mbalimbali, lakini ajenda e, muhimu kwa sasa ni mikutano yetu ya no reforms, no election. kama ambavyo ratiba imetoka kanda ya kati, tutaanza mikutano hiyo kuanzia tarehe nne. Hivyo basi, tuko hapa kujadili ni namna gani tutafanikisha mikutano yetu ili iwe na viwango bora. Kama tunavyojua tumepita kwenye wimbi kubwa la watu kuhamahama chama, lakini kanda ya kati bado iko imara, BAWACHA bado wako imara kwenye majimbo 30. Wameondoka viongozi wanne tu kwenye majimbo thelathini. Hivyo wajumbe wengi bado wapo na bado kanda yetu iko imara na BAWACHA bado wako kazini kukilinda chama chao kwa wivu mkubwa. Hivyo basi niwaombe wanawake wote wanaotoka kwenye kanda ya kati wote wawe tayari kuipokea mikutano hii na kushiriki vikao hivi na mikutano hii na kuifanikisha ili tuweze kupata elimu hii ya no reforms no election. Tunajua mwanamke akiamua kufanya jambo lake anafanya katika ukamilifu wake. Ili tuweze kukilinda chama hiki ambacho ni tegemeo la wananchi wa Tanzania hii ambacho ndio, ndio chama pekee kilichobaki kinachowasemea wananchi na, na matatizo yao yote, tukilinde kwa wivu mkubwa sana. Waendelee kuwa na matumaini na viongozi wetu wakuu wa chama. Leo tunapoongea, mwenyekiti wa chama taifa yuko mahabusu kule gerezani Ukonga. Kama yeye ameamua kujitoa sadaka kwa sababu ya Watanzania hawa, sisi wengine pia tumuunge mkono mwenyekiti wetu na viongozi wa chama taifa kujitoa sadaka kwa sababu ya nchi yetu, kujitoa sadaka kwa sababu ya chama hiki ambacho ni tumaini la Watanzania. Kama chama uko wazi, kama kanuni na sheria za, za uchaguzi ni hizi, hatuwezi kushiriki uchaguzi.